ba wa wauzaji wa nyama katika soko la Embu wamezindua kampeni dhidi ya uuzaji wa nyama ambayo haijafanyiwa uchunguzi au kinyume cha sheria. Hii ni baada ya kuripotiwa kwa nyama ya punda inayoendelea kusafirishwa maeneo tofauti katika kaunti hiyo. Mwenyekiti wa chama cha wauzaji wa nyama eneo hilo Henry Mugambi amesema ah, kuwa wameweka mikakati mwafaka kuhakikisha wanauza nyama halali, wanazingatia usafi, usafirishaji na uhifadhi bora, hatua ambazo hazitawalinda tu watumiaji bali wafanyabiashara wa waaminifu ambao wameathirika. Tumekuwa na challenge nyingi ya mambo ya nyama, unakuta kwa social media tunapata matangazo ya nyama ile inauzwa Embu si mzuri na sisi wenyewe tunajua tunauzaga nyama mzuri, ndipo tulipata hiyo idea ya kutengeneza group ili tuweze kujuana saidi wale watu tunafanya hii biashara ya, ya nyama kibandiko, kibandiko tumetengeneza ki, iko ki, uki, uki, eh, na hii inaitwa QR code. Ukichachi hii QR code utapata kila mbuchari yenye ahina hii wewe mwenyewe ukinunua nyama ujiulize, hii nyama ni nyama aina gani? Si especially wakati kama huu wa Christmas, bado biashara ya nyama itapamba sana, na tungitaka watu waangalie sana wakinunua nyama, sababu tunasikia mara tunapata social media, kuna ugonjwa imeshuka mahali fulani ya nyama, kuna ugonjwa imeshuka mahali fulani ya nyama, na hiyo huenda ikawa ni kitu inaweza pia kutuharibia biashara. So ukiona memba ambaye akona stika kama hiyo huyo mtu amekubalika na amemiti ame zile uh, zile matakwa anatakikana kama kikundi ama muuzaji wa nyama kuweza kuwa anauza nyama katika butchery. So wewe kama mnunuzi wa nyama ukinunua nyama be very cautious, sababu nyama ni mingi ambazo zina trade huku, hakuna mtu ambaye hajaziona amejua, napata tumechinjiwa punda, tumechinjiwa mbwa, so hizi nyama ni mingi huku, so, huku, huku sokoni so sisi tunawakikishia nyama yetu uh, ambayo tunauza ni nyama ambayo ni quality, na imeapprove na imepimwa na daktari na imeodhoraiziwa kuwa pale.